Bado wanasherehekea juhudi za mwalimu wao mkuu Peter Wanjala na Masaka, ambaye amesaidia pakubwa kubadilisha elimu kwenye shule hiyo. Na Masaka, ambaye mwaka jana alitambuliwa kwa kupewa tuzo na Rais Ruto, amekuwa katika mstari wa mbele kwa kuwatafutia wanafunzi basari na kupaza sauti kuhusu mimba za utotoni. Nyimbo, shangwe na nderemo zilipamba hafla hiyo katika shule ya Iseuri iliyoko Kajiado ya Kati, wadau wa elimu, wazazi pamoja na wanafunzi wakikongamana hapa kutambua juhudi za mwalimu huyo ambaye mchango wake umekuwa dhahiri katika sekta ya elimu kaunti ya Kajiado. Najua in the midst of being the great person you are, hata karibu uchapwe karibu uwawe, kwa sababu watu hawakukuelewa, lakini wewe ulijielewa na Mwenyezi Mungu alikuelewa, ndio imefanya umefikia mahali umefikia. Na masaka watoto wetu eh, tangu waingia hapa wajai kulala njaa, wamepata chakula hapa. Hakuna maji na, na masaka anafanya juu na chini, kila mtu anapata maji. Hakuna mtoto ana maji hapa. Na masaka watoto wa chini, anaenda kwa wengine ndugu zake ama marafiki anapata uniform watoto wetu wanapata uniform, wala wajiwezi wanapata masomo ya bure. Wazazi waliohudhuria hafla hiyo wanasema tangu mwalimu huyo alipotia guu shuleni humo visa vya wanafunzi kukatiza masomo kwa sababu ya mimba za mapema vimezikwa katika kaburi la sahau, huku idadi ya wanafunzi ikiongezeka. Saa hii hiyo mlango imefungwa, na na masaka imeingia. Hakuna hakuna mtoto anatoka kwa shule na hakuna kijana anatoroka. Kwa hivyo imekuwa soba, watoto wote wako darasani, wasichana wamejaa. Tunashukuru Mungu, watoto wamepata tabia mzuri. Hakuna sasa mambo, hatujaisikia tena. Kuna wakati tu, walikuwa watoto wanatoka na class 7 watoto wadogo sana. Saa hii wanamaliza, saa hii wako mpaka grade 9 hakuna mtoto tangu mna masaka ingi hapa ameripotiwa kutoka shuleni, na wamependa shule na wamependa masomo. Kwenye hafla hiyo, viongozi wa Kajiado wamewataka walimu kujitolea na kuiga mfano huo ili kuimarisha viwango vya elimu katika kaunti ya Kajiado. Tutaendelea kushirikiana a kuhakikisha kwamba watoto wanaenda shule na kuhakikisha kwamba watoto wanafanya vizuri. Bila elimu bora, hatuna jamii, hatuna nchi. Mbali na kusaidia elimu pia amekuwa katika mstari wa mbele kutetea watoto wasichana hasa wanaopitia changamoto ya ukeketaji, mimba za utotoni na ndoa za mapema.